kuna habari ya kutia matumaini uh, kuhusiana na mwenyekiti wa taifa wa chama cha demokrasia na maendeleo chadema mheshimiwa tundu antipas lissu na habari hii ya matumaini inakuja wakati mwafaka kwa sababu kama unavyofahamu sasa ni zaidi ya miezi sita ambapo mheshimiwa lissu amekuwa gerezani alikamatwa april mwaka huu na kufikishwa katika mahakama ya hakimu mkazi baadaye. Sasa kesi yake imefikia katika ngazi ya mahakama kuu. Lakini katika mchakato wote tangu alipokamatwa na kesi yake ilipopita katika mchakato wa, maha wa ha mahakama ya hakimu mkazi Kisutu, na sasa katika ngazi ya mahakama kuu, imekuwa ni wazi hata kwa sie ambao hatuna uzoefu wa masuala ya sheria kubaini kwamba haki haitendeki kwa Mheshimiwa Lissu. Mara baada ya kukamatwa Mheshimiwa Lissu aliufahamisha umma kuhusiana na mazingira aliyokuwa akiishi huko gerezani, ambapo japo kumefanyika jitihada ya kuboresha mazingira hayo, lakini kwa kiasi kikubwa bado ni mabaya. Hadi muda huu anaishi na wafungwa ambao tayari wamehukumiwa adhabu ya kifo. Mheshimiwa Lissu hajahukumiwa, yeye bado ni mtuhumiwa, lakini amewekwa pamoja na wafungwa waliohukumiwa Kifo. Kwa hiyo hii ni adhabu ya kisaikolojia, ni kama ameshahukumiwa kisaikolojia. Lakini pia jambo ambalo pengine linawatatiza watu wengi ni mwenendo wa mahakama kwa upande wa Mheshimiwa Lissu katika ngazi ya mahakama ya hakimu mkazi Kisutu, lakini pia katika hii uh, mahakama kuu. Kwa mfano katika mahakama kuu sasa ni mara mbili Mheshimiwa Lissu ameweka mapingamizi kuhusiana na mwenendo wa kesi hiyo lakini mapingamizi yote hayo yametupwa mara zote mbili. Anaendesha kesi hiyo jaji Dunstan Ndunguru pamoja na majaji wenzio wawili. Uh, bila aibu wameyatupilia mbali mapingamizi ya Mheshimiwa Lisu kama ambavyo ilikuwa uh, kwa hakimu Kiswaga aliyekuwa akiendesha kesi hiyo katika ngazi ya mahakama ya hakimu mkazi Kisutu. Hata kwa sisi ambao sio wanasheria mara kadhaa tuliweza kubaini kwamba hapa kuna namna inayofanyika katika kukandamiza haki za mheshimiwa Lissu, na hili sio la kushangaza, kwa sababu uh, mwenendo wa kesi hii unafahamika kwamba kwa kiasi kikubwa ni kesi ya kisiasa na sio ya kisheria. Kwa hiyo ni rahisi kumlaumu hakimu Kiswaga au kumlaumu jaji uh, Ndunguru na wenzie, lakini hawa ni wateule uh, wa uongozi huko serikalini na kama kuna maagizo yanayotoka serikalini kuhusiana na kesi hiyo wao ni wazi hawawezi kwenda kinyume na hayo matakwa, lakini nafahamika kwamba mahakama zetu kwa kiasi kikubwa zimekuwa zikiendeshwa zaidi kisiasa kuliko uh, kisheria. Kwa hiyo chochote kinachotokea cha kuleta matumaini inabidi kukishikilia, kwa sababu uh, ndio miongoni mwa matumaini pekee yaliyobaki kuhusiana na mheshimiwa Lissu. Sasa nielekee kwenye hii habari njema kwa mheshimiwa Lissu. Habari hii haijatoka Tanzania, habari hii imetoka nchini Malawi. Kama unayofahamu uh, nchini Malawi kulikuwa na uchaguzi mkuu wa rais uh, na matokeo ambayo yametangazwa, mmoja uh, wa wagombea uh, Profesa Peter Mutharika ameshinda uchaguzi huo na kumbwaga aliyekuwa madarakani Rais Chakwera. Lengo la makala hii sio kuzungumzia uchaguzi huo Malawi, labda wakati mwingine utapata fursa ya kueleza kwa nini Rais Chakwera ameanguka katika uchaguzi huo na kwa nini Profesa Mutharika ameshinda. Lengo hasa ni mfanano uliopo wa historia ya profesa Mutharika pamoja na Tundu Lissu, mheshimiwa Lissu. Pengine wengi watakuwa wafahamu kwamba huyu profesa Mutharika wakati fulani huko nyuma aliwahi kufunguliwa mashtaka ya uhaini kama alivyofunguliwa mheshimiwa Lissu, lakini mashtaka hayo hayakuweza kuzuia ndoto yake ya kuja kupata urais na safari yake ya urais, na si tu kwamba ameweza kuwa rais lakini profesa Mutharika amekuwa rais wa Malawi sasa anakuwa rais wa Malawi mara mbili kwa sababu aliwahi wa kuwa rais wa Malawi uh, mwaka elfu moja mia tisa na kumi na nne aliingia madarakani na akatoka mwaka elfu mbili na ishirini ambapo huyu uh, Chakwera ndiye alimwangusha katika uchaguzi, lakini safari hii amerudi tena madarakani sasa. Mwaka elfu mbili na kumi na mbili profesa Mutharika alifunguliwa kesi ya uhaini na kesi hiyo ya uhaini ilifunguliwa uh, kwa shinikizo la aliyekuwa uh, makamu wa rais, kwa sababu mwaka elfu mbili na kumi na mbili uh, aliyekuwa rais wa Malawi uh, anaitwa Bingu wa Mutharika alifariki, na huyo Bingu wa Mutharika ni ndugu na huyu profesa uh, Mutharika ni ndugu, ni, ni brothers hawa. Kwa hiyo alipofariki rais Bingu wa Mutharika uh, mwaka elfu mbili na kumi na mbili Um, ikadaiwa kwamba huyu profesa Mutharika huyu wa sasa ambaye ni rais kwamba alishiriki katika hujuma ya kuficha kifo cha nduguye, kwamba na lengo kwamba la kuficha taarifa za kifo hicho lilikuwa kumzuia aliyekuwa makamu wa rais wakati huo Joyce Banda uh, asijekuwa rais uh, kwamba taarifa ya kifo ilihifadhiwa ili kwa sababu kwa mujibu wa katiba ya Malawi kama ilivyo Tanzania, rais anapofariki uh, katiba inamtaka makamu wa rais pishwe kuwa rais. Kwa hiyo huyu Joyce Banda ambaye alikuwa makamu wakati huo alisema kwamba kulikuwa na jitihada ambazo zilifanyika za kumzuia yeye asishike nafasi ya uraisi, kwa sababu kifo cha rais kilikuwa kimefichwa. Hata hivyo, kesi kweli ilifunguliwa, ikaendelea kwa muda, hatimaye ikafikia ukingoni. Lakini pointi hapa ni kueleza kwamba kama ambavyo Mheshimiwa Lissu anapitia kesi ya uhaini na muda huu akiwa yuko jela lakini pia profesa Mutharika alipitia njia kama hiyo na lakini haikumzuia kuingia madarakani, kuja kuwa rais na aliingia kuwa rais baada ya kumbwaga huyo huyo Joyce uh, Banda ambaye ndiye aliyeshinikiza uh, kuwekwa kwa hiyo kesi ya uhaini. Kwa hiyo Joyce Banda alikuwa rais wa, Mara, wa Malawi uh, kutoka mwaka elfu mbili na kumi na mbili mpaka elfu mbili na kumi uh, na nne na baadaye akaja akatolewa madarakani uh, akaangushwa na Profesa huyu Peter Mutharika mwaka huo elfu mbili na kumi na nne akatawala mpaka elfu mbili na ishirini um, naye akaangushwa kwenye uchaguzi akaingia Rais Chakwera toka elfu mbili na ishirini mpaka hii elfu mbili na ishirini na tano ambapo ameangushwa tena na Profesa Peter, Peter Mutharika. Kwa hiyo hii taarifa inaleta matumaini kwamba licha ya vikwazo vya kisiasa kama hizi kesi za uhaini haimaanishi kwamba dhamira uh, ya mtu kufikia kule anakotaka inawezekana. Kwa hiyo yamkinika kuamini kwamba kama ambavyo profesa Mutharika alikumbana na changamoto hizo za kisiasa za kufuzushiwa kesi ya uhaini, lakini leo hii ni raisi wa Malawi, na sio mara moja, ni rais wa mara ya pili uh, nchini Malawi, basi inawezekana pia hata kwa mheshimiwa Lissu uh, anaweza kuwa katika mazingira kama hayo. Sasa kwa kwa kwa nini tunaishi kwa matumaini? Tunaishi kwa matumaini, matumaini kwa sababu hali ilivyo uh, kama nilivyobanisha awali katika upande wa kisheria ambako inategemewa haki ya mheshimiwa Lissu ipatikane, kwa kweli kuna changamoto. Mtu yeyote ambaye ya anafuatilia kwa karibu, ana kila sababu ya kuwa na shaka endapo haki ya mheshimiwa Lissu itatendeka, na kama watu wanavyoelewa kwa kesi hii ya kisiasa, kuamini kwamba pengine hata hiyo hukumu tayari imetengenezwa, kwa sababu a, ni maagizo yanayotoka ngazi za juu kuelekea huko mahakamani, hilo moja. Lakini pili, na hili pengine litawakera baadhi ya watu ni ukweli kwamba watanzania wengi wamemwangusha Mheshimiwa Lissu. Yeye muda huo asingekuwa gerezani endapo angeamua kuwa mbinafsi, angeamua endapo angeamua kupuuzia matatizo ya Tanzania. Lakini kilipo, kilichompeleka jela kwa kiasi kikubwa sio swala la no reforms no election. Hii imekuwa ni kisingizio tu cha kumkamata. Kikubwa kilichompeleka jela ni hofu ya mafisadi huko, hasa baada ya Mheshimiwa Lissu kuanza kuzungumzia kwa tuhuma mbalimbali za ufisadi. Na kama ukitaka kulinganisha haya mambo, ukitaka kuelewa kwa undani Angalia katika kipindi hiki ambacho Mheshimiwa Lissu amekuwa ndani kumeibuka taarifa mbalimbali za jinsi ufisadi mkubwa unavyoendelea. Kwa hiyo ni kama mafisadi wametumia fursa hii ya Mheshimiwa Lissu kuwa jela kuweza kufanya huo ufisadi wao. Na hii ni moja ya sababu ambayo inamfanya kuwa ndani kwa wakati. Kwa hiyo angeweza kuamua kupuuzia haya na pengine mafisadi wasingehangaika naye kusema wamtupe jela. Lakini kwa kiasi kikubwa Watanzania ni kama wamtelekeza. Na kunasema haya kwa sababu kinachosubiriwa sasa hivi ni hiyo mahakama ambayo kwa hakika inafahamika mahakama yenyewe imeelemea upande gani, kule Kisutu ilivyokuwa mahakama kuu ilivyo. Kwa hiyo sasa hivi matarajio yako sana katika kutegemea nguvu za a, Mungu, katika Mungu yote inawezekana, na Mheshimiwa Rais mwenyewe ni shuhuda wa nguvu ya Mungu inayoweza kufanya miujiza. Alimwagiwa lundo la risasi, lakini akasalimika. Kwa hiyo hata hili anaweza kusalimika nguvu ya Mungu. Lakini hii habari inaweza kuwa pengine ni ndogo, na unaweza ukasema ah, bwana boa, swala lenyewe sio, halina uzito. Lakini kwa hakika, kama Peter Mutharika aliweza kufunguliwa kesi ya uhaini, lakini leo hii ni rais wa Malawi, si mara moja, lakini mara ya pili, basi kuhakika, kwa hakika hata Mheshimiwa Lissu anaweza kupita njia kama hiyo. Je, una maoni gani kuhusiana haya? Karibu tuwe maoni yako hapo chini kwenye comment. Asanteni na kwaheremi.